Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, ndugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa kipindi chetu maalum Iko Wapi Zamani, ikiwa leo ni tarehe 28 Septemba, Septemba inatuacha karibu, 28 Septemba 2025, alhamdulillah tukiwa mjini Mombasa hapa katika studio yetu Iko Wapi Zamani, tumebahatikiwa kumpata mgeni wetu uh, maarufu kabisa mjini Mombasa ndugu yetu uh, Raghib uh, Raghib atajieleza jina lake kamili kwenu. Uh, ni mtu maarufu sana, na sababu kuu ya kumleta Raghib leo uh, ni aje atuangazie kuhusu tarehe ama historia ya moja katika viongozi tuliowahi kuwa nao katika masala ya mpira uh, chini ya uh, chama cha KFF zamani, siku hizi wanaita FKF, lakini uh, jina lake akiitwa ni Sadla Khamis. Sadla Khamis hatuko naye tena, Mwenyezi Mungu amrehemu huko aliko, lakini uh, aliwahi kutumikia chama hichi cha mpira wa Mombasa, na yeye hakuwa ni kiongozi wa FKF peke yake, bali alikuwa pia ni mwanaharakati wa mambo ya mpira katika uanzilishi wa timu ya Burnley, kama mlivyosikia zikageuka Brazil na nini, yote haya Sadla Khamis ni mtu ambaye alichangia pakubwa sana, lakini leo tutajaribu kuangaziwa tarehe yake, historia yake, tupate kuyajua yale ambayo pingine tumeyasahau au tulikuwa hatuyajui. Uh, mgeni wetu Raghib, karibu tafadhali, ujieleze <coughs> kwa wasikilizaji wetu. <coughs> <coughs> sauti kidogo kwanza okay. Uh, so, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kuja hapa baada ya kuombwa na ndugu yangu mdogo wangu Muhammad Basawadi katika hichi kipindi chake kinachoipa uh, Iko Wapi Zamani Zaman, kuja kumzungumzia marehemu Sadla Khamis. Mimi kwa majina naitwa Raghib Kasim, lakini maarufu hasa kwa wale wafanyikazi waliokuwa wakifanya kazi, wali kazi manispa watu wananiita RK. E, wajua kuna watu wengine kule manispa kwa kufanya nao kazi, hii Raghib ilikuwa shida kwa, kwa kutamka <laughs> lakini ikawa hivyo sasa, hata ni maarufu zaidi kwa hiyo RK kuliko hilo jina langu kamili. Ah, tukianza marehemu uh, Sadla Khamis Mungu amrahamu, aliko ni kiongozi ambaye si, sidhani kama atatokea mwingine katika uongozi wa mpira mwambasa na pwani kwa jumla kama yeye Sadla Khamisi, kwa sababu ni kiongozi aliyokuwa akiupenda mpira kwa dhati yake akitaka mpira pwani uinuke. Kwa dhati yake hakuwa na tamaa, hakutaka uh, ukubwa wala utukufu, kwa sababu katika uongozi wake hao wote waliokuwa ma chairman national chairman wa vyama vya mpira tangu FA mpaka ikaja KFF, wote hukuwa kwanza huanza na marehemu Sadla Khamis wote, hakuna hata marehemu huyu e, matiba pia, wote wote, chaja ngaa, nani nani, hakuwa kiongozi ambaye hakupitia kwa marehemu Sadla, hakuna. Lakini kwa sababu yeye nia yake na fikra zake na hamu yake ilikuwa ni huku kwao, kwani hakuwa na tamaa hey, ya kutaka uongozi huko nyuma. Ndiye alikuwa yeye eh, hey, bwana, ndio tukufanye vice chairman, hizo lazima mimi na na, na wapau mtu wangu yeye, atabaki hapa abakie na watu wake au Kuze, mpira wa kwao. Marehemu Sadla Khamis, mlikuwa mkikana, hakuna kuzungumza siasa, hakuna mazungumzo, yote ni mpira tu, kuanzia asubuhi akiamka akiamka kutoka kwake, bali akaenda pale PhD, opposite, palikuwa pale pana maskani kubwa ya chai, wakati wewe utampata pale mm, akae pale mpaka <coughs> saa tano, saa tano aje zake. Aidha pite klabu ni kwetu cha lisa Kaloleni, aya pige story ende zake stadium, akitoka jioni uko Gulshani, angoja ripoti ya mechi zote zilizotezwa Mombasa, mm. Atukue pale, haya, nipe mimi sasa nikatengeze result ili nitengeze fiction na extending na mambo mengi. Hiyo ndio ilikuwa daily routine yake marim, hakuna mahali kwingine yuenda yeye yeah, anakokwenda nikutafuta habari za mpira. Alikuwa ni kiongozi wa ajabu, kiongozi tutasema ni kama <coughs> kipaji Mwenyezi Mungu, yaani ilikuwa mambo mengine yakifanyika, utashangaa utashangaa mambo yeye wakati kama huu sasa, tuko mwezi wa tisa, tuna mwezi wa kumi. Yeye afikiria Desemba, long weekend, long holidays, ligi pengine zinkwisha, town iko dal, hakuna lolote afanya sasa. Mipango sasa, ani tu menende Tanga, nkatafute Coastal Union, sijui tunakatafute Simba sijui zunde Uganda siu hivyo, ili ile holiday iwe covered, watoto wasikae ovyo, watu wasikae uwe na haraka hivyo. Kwa hivyo kulikuwa na kwa jana timu nyingi Edukota Nairobi KFF, kuna timu yaje atapigana, lazima ile timu ije Mombasa kwa ndio yote, kwa ile alikuwa na wenzake akimsaidia kama marehemu Mbarak Said, Mungu amrahamu, naye amekufa juzi, alikuwa national vice chairman, wakishirikiana sana na marehemu Sadla katika kujaribu kukuza mpira hapa Mombasa na pwani zima. Wakati huo kabla, kulikuwa na FF of Kenya, hapa palikuwa na MDFA, Mombasa District Football Association, Marehemu Sala. Alafu tukatoka huko tukaja katika CPF, Coast Province Football Association, alafu ndio ikaja Sala, Marehemu Mbarak Said na wengine hawa, ndio walioanzisha Marehemu Sala. Hmm, lakini mmoja katika waanzilishi ni Marehemu Salla na Mbarak Said, wote watoka Mombasa, wote watoka wa constitution ya kwanza ya KFF ilitengenezwa na wao, of course na wao hawa ina Mbarak, Marehemu Mbarak na Marehemu Salla walikuwa na mentazo wao kina sisi. Eh, Ali Mbarak alichangia pakubwa katika kutengeza constitution ya kwanza ya Kenya Football Federation, Kenya nzima, Kenya nzima under the leadership of the late Kenneth Stanley Njindo Matiba Ndio. huyu Ali Mbarak leo. Yes. ni katika watu waliotumiwa na Marem Salla na Marem Mbarak Said kuisaidia huwa na katiba yake na muongozo wake. Kwa hivyo e, Salla hana tamaa. Kama alikuwa ni tamaa, Salla angekufa tajiri sana, leo maskini ankufa yeye ye kama ye, isipokuwa ni legacy hii alionayo ya mpira. Kila mtu walokuwako wa walikuwa na fahamu zao wakati wa kina Marem Salla, kile ila unaweza kuambia mpira wao Pira mkwana na salam, pira mkwana. Hivyo. Na ni ukweli leo. Kuna wakati tulikuwa na timu sui tano, sui ngapi katika eh, National League, zasa ito Premier League. Hei mm. Lea tulikuwa na Mwenge, tulikuwa na Faisal, tulikuwa na Ramogi, Champion. Champion, Western Stars. Mm. Hawa, eh? Mm. Mwisho, Black Panther. Or... Panther. Mm. Tulikuwa na timu nyingi. Mm. Katika leo, Okay. Tumbakia tena Bandari. Si klabu yetu, si community club, mm. Ni institution. Leo Bandari wakata kwa dhamana, ndio hatumu. Na hizi timu hazendi kule tu basi kudunda halafu warudi, wanabakia. Feisal na Liverpool na hauki na rombo, namaliza katika top ten. Yes, wakati wote ulikuwa ni uongozi wa biashara. Kitu <coughs> ambacho alichotuatia sasa hivi. Ndiyapo, hivyo lakini sasa tutafanya nini? E, moja katika watu wake ambao maremsalla amewaata na wamejaribu sana lakini wakapata, e, challenges nyingi, vita vingi, ni huyo alimbara huyo, hmm. Alikuwa mentored na, na, na maremsalla hmm. Akawa wakati mwingine ndiye sekretari wake, e, kama sijakosea akifa na Mariam Saleh nafikiri Ali Mbarak ndiye alikuwa secretary wa wa KFF kama sijakose. Na yeye katika alichokirithi huyu Ali Mbarak kwa salla ni kutokuwa na tamaa. Very good. Yeye alibaki hapa hapa tu Coast Province hapa, ataki na National Office. Alipata ofa nyingi, mimi najua. Yeye mwenyewe hataki kuambia watu tu. Amepata ofa nyingi. Kila alokuwa atakakuwa chairman tulikuwa na viongozi kama kina salla anayetaka kuwa kiongozi wa mpira Kenya uaja kwa Sadla Majengo pale, bani balikaama kujua pale atakuja na benzi na nini, pale amtafute Sadla ama aje Gulshani. Mashaallah, lakini leo masikitiko, stedium hmm, hatuna na klabu zote zinkufa za mitaani. Lakini marhum Sadla alikuwa hakubali raghibu hili jambo la fixture. Hakuna kitu kilichokuwa na kilichokuwa very powerful katika mpira wa Mombasa kama hizi fixture. Hmm. Watu wote Mombasa wakitarajia fixture ikitoka na kama haijatoka utafikiri ni ile siku ya watu kwenda kuangalia mwezi wa Ramadhani au hmm, mwezi wa nini. Yaani hmm, watu wote hmm, wa expect hmm, pamoja ya fixture na hmm, ikitoka hmm, watu wafurahi, watu hmm, waona raha waona hmm, zile zile timu ambazo ni, ni, ni mahasimu wa mpangwa. Nyundo wateze na Ngome mm. Mwenge wateze na Feisal mm. siju yani kulikuwa na ule ile harakati ya very nini effective, kwa sababu hiyo marehemu Salam na kama nilivyoambiwa, akili hey, yake ifikirii biashara ifikirii si ukaibe kiwanda yiri hey, ya mpira utatezwa vipi, ma refari nitawalipa vipi? Kwa hivyo yeye msimuukiisha tayari ndo na hebu tutengeze fixture, tutengeze fixture yetu. Alafu hawa akina Muhammad akiona mpango wa timu kali, yeye na hawako tayari, timu yao ile Eleven Brothers wajajioni kwa sala pale, eh, sala balo yao watatufunga matakaje. Hawa ondoe haya, ni ambiye bwana ondoe hapo, eh, hivyo alikuwa na utu, alikuwa na ubinadamu na pia alikuwa na huruma, lakini sifa kubwa aliokuwa yao nayo na marehemu Salla, Mungu amrahamu, ni kwamba hakuwa na tamaa lao. Angekuwa na tamaa ama angekuwa na ajenda si ya mpira, basi angekuwa marehemu salla leo angekuwa yuko mbali sana kwa mpira, yani angekuwa ana, ana, ana, ana mali ana urathi amewatia watoto wake na pia alikuwa na hikma katika especially zile kesi za mipira zinavokwenda kwa manake. E, akiangalia timu zote marafiki zake awajua, wanileta e, kesi watakaamuliwa. mm. <coughs> Ngoja ki nikukumbushe kitu kimoja. Siku moja alinifuata bwana akinita Mbea, kapteni, anambia kapteni, bwana kuna malalamiko bwana e. Yapi? Kisa Union United wasema Hmm. Tusiwapangie wao na Eleven Brothers Tononoka kwa sababu Tononoka hmm. ni home ground yenu. Sasa wasemaje kapteni? Mimi nikamwambia Sadla bana, waulize wao wataka wapi mechi, kisha upange pale watakapowawa sisi, hmm. tutakwenda hmm. Ikatoka Sadla katupanga tukateze kule Bamburi na sisi tukenda Bamburi. Ndio manake mpira ulivyokuwa. Manake aki e, mpeleka sadaka kabisa, akitumia hikma sana, hikma sana bwana. Yeye alikuwa akiniambia mimi, twafika mwisho wasimama msimu hmm, anaambia bana, tushukuru Mungu kwamba tumaliza msimu, zawadi tunzipata, mabingwa wanjulikana. Sasa anaambia huyo, anaambia bwana, wewe hapa sasa kuna relegation, hapa ndio mtihani <laughs> Timu za shukishwa. Timu za shukishwa hapa tufanye nini? Naambia wewe ndio chairman, toa amri basi. Ataangalia kuna wale sasa huwa hawana budi, lazima watashuka, mtu ampointi tatu wamefungwa sana, lakini kuna hawa kidogo haa, kwambia, haa, bas. Unajua hizi timu bwana, muhimu wao ligi imalizike, mechi zifundike, wapate zawadi. Haya mambo ya kushuka wayaangalii sana, hmm. Kwa hivyo hapa mpaka hapa, piga mstari hapa, hao wote watashuka. Na kweli wale watakaoshuka, pengine ilikuwa hata mwaka mzima, pengine mechi wanateza kidogo, hawana nauli ya kwenda uwanjani, hakuna nini. Kwa hivyo akapeleka mpira mpaka Mungu maradhi kidogo alipomfika, na msione hivi kwamba hakupigwa vita Maremsal. Ampigwa vita sana, ikafikia wakati pia akawa suspended sijui miaka miwili, sikumbuki. Kitambo, lakini kitu cha ajabu, sasa, alipofunguliwa tu, na election imeitwa, yule aliosimama naye, simtaji jina, alishangaa <laughs> e. alishanga mm. Alishanga, alipata kura mbili. <laughs> na mtu miaka miwili yuko hayuko katika masala ya mpira. Mm. Lakini akawa ni salia yule yule. <coughs> Naam, mienendo yake ni ile ile. Si kiongozi wa mpira, lakini programu yake ni hiyo hiyo. Wala hakuleta fujo wala nini. Alipoambiwa kwa suspend akanyamaza kimya, kaka miaka miwili, hapa vilabu vingine, eh, kinaganuga kina, kina Alimbaraka, wakati alitafujwa akamwambia aah. Mm. Itaisha miaka miwili. Miaka miwili miaka tena miaka mm, yake mm, kura ikaja, nakumbuka na Standard Gazette la Standard headline wameweka picha yake mm -hmm, wanasema kichwa cha maneno Salla On Sadla yani, yeah. Kama vile mpeleka ni farasi, amepanda tena farasi. Mungu amrahamu, alifanya bidii kwa kadri na kweli ilionekana mpaka Mungu akampa maradhi hivyo hivyo mpaka mwisho akamchukua hapo, mm. Sasa ndio mambo yakaanza kukorogeka, ikawa e, sasa fujo lingi kila saa e, wale waliokuwa wako hawakupawa nafasi nao kina Ali Mbaraki ya kuongoza mm. Ikawa ni fujo leo hivi kila siku watu wapoteza pesa, wapoteza muda makotini huku, mpira ukaanza kufa kidogo kidogo mpaka leo tumfikia hali ni masikitiko makubwa, lakini wale wanamjua sana mtu alikuwa, wakati wa sala ilikuwa pale Tononoka goli ya chini huku hapo sha kwa uwanda mmoja sasa mm. si zamani kwa miwili Tononoka yeah. Hey, na Tononoka bi ukavunjwa kwa hivi ulivyo sasa no. Hii goli ya huku chini kwenye nyumba za mapolisi kulikuwa watu pale, amwezi kuamini, wale ambao hawakuona hayo, lakini alikuwa ulikuwa watu wanatoka Changamwe eh. wanatoka chuda, yaani eneo lote ni Wakisauni, Kongoya mm. wanatoka makazini kwao wako pale hao, hawaondoki kuwe na mpira Tononoka, usiwe na mpira hakuna, waangalia mazoezi mm. hawa hawa ya Administration Police Football Club hawatoki, wao twawapa hata stadium Jumamosi. Goromaia na Faisal awendi wako wako wako. Wow. Hey. Kwa hivyo aliacha liga ya mpira kubwa, lakini masikitiko eh, watu badili walikuwa waiendeleze, ukaanza vita vita, fujo, ghasia mm. eh, ikawa hivyo ndio mpira tena ukamalizika hivyo hivyo mpaka eh, leo sasa. Mkoa masikitiko sasa, masikitiko ndio Shangaa, e, mm. Lakini mi nashangaa mtu kama Ali Mbarak, mi najua yeye hataki tena uongozi wa mpira, lakini hawa viongozi wa mpira hapa, kwani mimi mi hata siwajui majina, sio, <coughs> sio, lakini kwa nini hawamfanyi kama mzee Ali Mbarak? hey, hey. Atawasaidia pakubwa, yeye hana haja tena, awezi tena, umri ule wetu sasa uniambie tena urudi katika mambo ya mpira? Hii ndani mpiradaiili. Lakini Ali Mbarak anayo interest ya mpira bado e, ufanya matournament huko sijui Ukunda sijui bado anayo interest. Sasa hawa viongozi wa sasa wali wao watakavyojua, hawafiki yani. Huo ndio kweli, tukubalini kweli, hakuna unajua. Alimbara kukisikiza kanda zake, tumefanya mahojiano naye, ameeleza achievements zake, ameleta improvement ambazo ni, ni muhimu sana kwetu sisi eh. mambo ya registration ilikuwa zamani mpaka kadi Nairobi. eh. akayaondoa mambo hayo akayaleta eh. kwa hivyo ame leta mageuzi mazuri yeah. ya development kwenda mbele. Kwa hivyo yeah, maadamu yuko hai ilikuwa still watu bado wampe ile at least eh heshima, wa wadhifa kwamba bwana patron wewe, basi tu usiwe, wewe usiwe secretary, usiwe tu give guidance basi, wewe advisor wetu tu, advisor guidance ni ama, tutakuja kaa kama leo hivi, tuanze kuzungumza historia historia tu, lakini kumbukumbu hakuna hakuna hakuna, kwa secretary mmoja shujaa hmm. Sasa mnafaidika nini na Ali Mbaraka akula? Kama ndio hivi tunazungumza tarehe ya sala, ambapo yeye mpira alipouata, sala ni mali pakubwa sana ni mali pakubwa sana naam uzuri ya ni uzuri, kwa sababu haya mazungumzo kama haya sisi lengo kubwa letu <coughs> ni kuyahifadhi haya mazungumzo kwenye vitabu <coughs> ili kizazi kijacho ni kama kupokeza na kigongo cha mbio za relay, yeah. Watukue kutoka hapa sasa, mm. Wayapeleke mbele, mm. Hatusemi kwa kuwa hakutozaliwa wengine wazuri la jenzi, yeah. Nani hawa na ukuja sasa, lakini wataanzia wapi? Wataanzia wapi? kuanzia ni wapi? eh. yeah. kwa sababu sasa ukweli ni kwamba hakuna mpira, hakuna sasa tuanzia wapi? na hii ni modern football <coughs> siku hizi mpira ni industry kubwa duniani eh? lakini hata mkituambia jinsi kweli, lakini foundation, kila kitu kina kilianzia wapi na kilianzia vipi? Na tunaye sasa Alimbaraki, yuko hajakufa, si mgonjwa Mzima, akili zake timamu, siafanya biashara kama akili si timamu? Atafanya biashara mzima, bwana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sasa hawa wanaojiita leo <laughs> viongozi wa mpira wako, wamtumie huyu bwana, tunkuja adihatutaki sekretari, hatutaki full time, tuangazie haya mambo mm. Tuanzia Tua wapi basi. Bas hilo tu naamini hatokata mi, naamini Ali hatokataa kwa sababu yeye ule mpira upenda. Na haya mazungumzo tunayozungumza, tuna grupu ya WhatsApp group. Mm. ina takriban watu mia tatu. Mm. Ali Alimbaraka akiwa ni mmoja wapo. Hey. Kuna goalkeeper Magogo, Magogoo hey, hapo ha? hao ni watu ambao bado zile zama waliziona walizifanyia kazi, na zama hizi pia waziangalia kwa masikitiko. Kwa hivyo watu wakae na watu kama hawa legends, wakae chini kwenye meza wazungumze, wawaheshimu, kwanza wawaheshimu, hmm. wawaheshimu kabisa, hmm. na kumheshimu mtu ni kukubali filosofia yake na kukubali kwamba huyu ajua kuliko mimi amenizidi, huyu hakuna kitu, hakuna mimi nitafaidika kwake, hu haua una stadium hakuna kitu, hakuna. Mm. Kwa hivyo mimi tu <coughs> bana Muhammad, kwanza ni kushukuru mm. wakuja, na hayo ndio yale ambayo nidiweza kuchangia kuhusu maremsala mm, lakini pia ningewaomba watu ambao wanasikitika na hali ya mpira ilivyo, kwa sababu mpira sasa hivi ni, ni ajira kubwa duniani. Hii shida kazi kazi yaweza kuondoka kupitia huu mpira leo, lakini yataka mipango, na nashukuru na Mungu wa kujazi wewe na timu yako, na ningewasihi watu hichi kipindi hichi watu zamani wachangie vizuri, wasilaumu mwanake. Sisi nasi tuna tabia hiyo ya ku criticize, lakini hakuna anaeleta solution. Kwa hivyo unapo criticize mwisho, sisi tutakuuliza. solution, solution. solution ni nini? Ushasema hichi kipindi kibaya hivi, a, sasa solution, kwa sababu ha sisi hatutaki kifu, kimeleta faida nyingi kuna watu mimi na hakika hapa walikuwa hawajui hata Magogo, labda labda labda aliokuwa siku nyingi katika mpira, mjua Maamudu Wabasi, ona ndiye kenyawan wa kwanza hii mm. Mombasa ntoma kenyawan wengi, kuanzia kina Bobea ndio kina marehemu Maamudu, kina wengi, Ali Saidi, wengi mm. mm. dakiza, ukimuuza mtu kenyawan akwambia Maamudu Wabasi hiyo mm. jinzi hiyo ndio <laughs> e, nani Kenya wani Mamudu basi kweli, ni Maamudu wabasi mkenyawani hakuna naikata. Kuna mtu aliomshika Maamudu mkono akamweka pale. Mamjua ambaye e, ah, ni Magogo kulikuwa e. <clears throat> na mm. e. Maamudu kama e. kabla kablae huyu Maamudu ndio mentor wa Magogo. Magogo kama mentor sasa. Unaona hawa sasa, na sisi tufanye hivyo mm. kuna kinalisaidi walipita Mm. Yeah. Wengi mm. in fact kwa miaka mingi mm. position ya goalkeeper katika Kenya ilikuwa toka Mombasa yeah, ama pwani kwa jumla, lakini mm. Albert Kastana na wengine wengi lakini, mm. tuanzie hapa tu, antoka bobea mm. akaja Mahamudu, marehemu Mahmud Muhammed Mahmudu Muhamed mm. akammenta nani Magogo Ngogo, Magogo akammenta sasa, nyinyi Mahmud Abbas akamweka Malim hivo, hivo, eh, Aa. Sasa na nyinyi nawaambia, nyinyi mm. administrator vijana, sasa mm. kupitia kipindi hichi hichi hichiichi Iko Wapi Zamani, tufaidikeni na musikisikize tu, mshaambiwa mm. sasa hivi, na mimi nawaambia mm -hmm. nyinyi viongozi wa mpira kupitia kipindi hichi hichi, mfuateni Ali Mubarak, haya atakata. Mimi namjua, mm. ndugu yangu, rafiki yangu, tumesoma mm. madrasa pamoja kwa maremaji <laughs> atakwambia siii lakini ni kazaneni, kanyageni hapo hapo, msichoke. Kila siku mraukieni pale kwake pale, wananchi mm. mwambie sisi tunataka e, sekretari ba. hatukwambiwe sekretari ba kana sisi tuangalie angalie, utunyoshe. Atatafuta wengine nao wako ndio, lakini muhimu hichi kipindi mm. usikipuze. Watu ile tabia zetu kama sijui ni za hasad, sijui ni za nini. Eh, wewe ufanye mwenzako amfanya. Mungu mkono. mm -hmm. Kama ni binadamu yeye pia, Muhammad ni binadamu na timu yake hakuna malaika kati yao. Wote wanadamu wakosea. Oh, hawapati wahi, hawapati lolote ni akili ni fikra zao. Sasa unapoona pana kasoro, usianze wewe kuvunda na wengine ukawazuia wasiingie. Mfuate Muhammad, mpigie simu. Mwambie Sheikh Bona sasa hapa sivyo hivyo. Tendeni hivi tundi, ili kiichi kidumu mm, na ndipo tutakapo songa mbele, lakini narudia tena, hawa viongozi wa mpira wamtafute Ali Mbaraka, na nami namjua Ali Mbaraka atakataa, atawaambia sababu nyingi mm. kabisa mm. Amambia umri mwambie umri. Nini nyingi anawaambia kabisa, kama jua sijui umri, mwambie umri nini, hatujakwambia utengeze fixture, wale waandike barua, Tito takai akili yako tu utupe sisi Mashallah. Mungkin kaza ni hata kubali, hata <coughs> wapana ingini. Tutasonga mbele, inshallah mpiro utarudi na vijana wetu wataondoka kwenye hizo masikani za mambo mingini. Sawa, kwa shukran. Shukran sana ndugu Raghib kwa ma, maneno yako yenye ya, ya, mazingatio makubwa. Na natumai tutayatendea kazi kwa ushirikiano wetu pamoja na viongozi ambao wako sasa katika uongozi wa mpira na vile vile viongozi katika mambo ya kitaifa, mambo ya kisiasa na kwingineko twaomba sisi uh, tuwe na mashikamano mazuri ya kuweza kuokoa umma wetu ili sote tufaulu. Kwa hivyo namalizia kipindi chetu kwa kuwashukuru kuwa nasi na Mwenyezi Mungu atubariki sote. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.